Naitwa Nunu Twalivu Mangu, ni wakili wa serikali mkoa wa Mtwara kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya huduma za ushauri wa kisheria za mkoa. Leo hii tumekutana kwa ajili ya kufanya kikao cha pili cha kamati ya ushauri wa kisheria ya, ya mkoa kwa ajili ya kuangalia yale maazimio ambayo tulijiwekea katika kikao chetu cha kwanza kama tumeyatekeleza, lakini na kuendelea kuweka mikakati ya namna ambavyo tunaendelea kuhudumia wananchi kupitia katika kamati zetu Mbali na kikao cha mkoa tumefanya kikao cha pamoja na kamati ya ushauri ya huduma za kisheria ya wilaya, na hii ni kwa ajili ya kuwapa ABCs za namna ambavyo kamati hizi zinatakiwa kuendeshwa, na ndio maana tumefanya kwa pamoja ili tuweze kuwapitisha kwenye huo mwongozo ambao umeanzisha hizo kamati, ili wajumbe wa wilaya sasa nao wa, waelewe majukumu yao na ili baadaye waweze sasa kufanya kikao chao wenyewe cha kupanga mikakati ya namna ya kuendesha hizi kamati na namna ya kuhudumia wananchi na viongozi wa wilaya ya Mtwara. Na hizi kamati zipo kisheria na zina lengo kuu la kuhakikisha kwamba migogoro ya kisheria dhidi ya serikali inatatuliwa kabla haijafikishwa mahakamani, na ni fursa adimu kwa wananchi wa mkoa na wilaya za Mtwara kupata huduma za kisheria bila malipo, na tutakuwa tunaendesha kliniki za huduma za kisheria na elimu za kisheria ambapo kutakuwa hakuna malipo. Kwa hiyo tunatarajia kamati ya mkoa na ya wilaya zitafanya kazi kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba jukumu ambalo limepewa chini ya mwongozo ambao umeanzisha kamati hizi zinatekelezeka kwa wakati na kwa weledi na ubora kama ambavyo sheria inatuelekeza ili tuweze kuwanufaisha wananchi wetu na kutatua migogoro yao, ambayo saa nyingine inaweza ikawakuta, mtu anakuta hana pesa kwa ya kupeleka labda kwa wakili, lakini hizi kamati zimekuja kutatua hizo changamoto. Kwa hiyo wananchi tutakuwa tunawakaribisha sana na tunaendelea kuzitangaza kamati zetu ili wafahamu wanaweza wakatupa wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa majina anaitwa yeah, Thomas Mahushi ni wakili mfawadhi wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali Mtwara na pia ni mwenyekiti wa kamati ya ushauri wa kisheria ya wilaya ya Mtwara. Leo hii tuna kikao maalum cha kamati ya ushauri wa kisheria mkoa na wilaya kubwa ni kuangalia namna gani ya kuendesha kliniki e, za utoaji wa ushauri wa kisheria wilaya na pia ni namna gani ya kuendesha shughuli za ushauri wa kisheria wa wilaya, na mpango huu umeandaliwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na kwa upande wetu ofisi ya mkuu wa serikali tunashukuru sana huwa tunapokea mara kadhaa uh, wananchi wakiwa wanakuja ofisini kwetu wakiwa na shida mbalimbali, lakini kwa uchache wetu kama ofisi ya wakili mkuu wa serikali tulishindwa kuendesha na tunafanya kwa, kwa uchache, lakini kwa kliniki hii, kwa kamati hii tutakwenda kuendesha zoezi hili kwa kwa kusaidiana na mawakili wote ambao wako mkoa wa Mtwara ambao wanakuwa organaizi na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Nashukuru sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali sasa. Kwa jina anaitwa Vivian Swai ni wakili wa serikali kutoka halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Uh, kwanza kabisa, anatoa shukurani kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuona umuhimu wa kuanzisha kamati hizi katika ngazi ya wilaya na mkoa. Ni jambo la muhimu sana na ni hatua kubwa kuwafikia wananchi katika kutoa elimu au ushauri wa kisheria kwa wananchi katika ngazi ya mkoa na wilaya. Kwa hiyo ni matarajio yangu makubwa kwa wananchi wa mkoa hususan wa Mtwara na katika ngazi ya mkoa na wilaya, kwamba tunahakikisha watapata ushauri wa kisheria bure tupo hapa kutoa kwa kupitia kliniki zetu za wa kisheria ushauri wa kisheria, tutawapatia ushauri wa kisheria bure. Kwa hiyo ni nafasi nzuri au fursa nzuri kwa wananchi wa wilaya na mkoa katika mkoa wetu wa Mtwara kuja kupata ushauri wa kisheria bure katika masuala yoyote ambayo yanahusu kisheria. Kwa hiyo kamati hizi zipo kwa ajili yao, wasisite kutufikia ili tuweze kuwapatia ushauri wa kisheria bure kabisa kupitia kliniki zetu za kisheria ambazo tutazianzisha katika wilaya na mkoa. Karibuni sana, asanteni.